Leo mara ya kwanza tunafanya hili katika misa hii, na litaonekana mrefu kidogo, lakini neno la Mungu ambalo pia mtasikia kanisani, neno la Mungu ndiyo linalotakasa watu, ndilo linalowafanya kwa mti huu, ni neno la Mungu. Hivi watoto na vijana wote ambao tunaomba, hivi watakaji wote mlioshika kadi

pokea injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kisikeki mshukuru Mungu wazee hawa niozetu, wakati mrimu wakekucha kufanya safari ndefu. Tunawapongeza kwa sababu Mungu kwa wema wake amewafikisha siku ya leo, waongee waweze kumaliza safari yao kubwa inayobaki mpaka wafikie Shirika kamili kwa maisha yetu ya Kikristo. Tumuombe Bwana, ili baba wa mbinguni atukumbue zaidi Kristo kwa wakati kumene na siku hata siku. Ee Bwana, tumuombe Bwana, wakati kumene hawa wazingatie kwa moyo mkuu na muradi na mapenzi yote ya Mungu. E Bwana, tunakuomba usikie. Tumwombe Bwana, wakati wenye hawa watu wanapoenda katika njia yao tuwatengemeze daima kwa msaada wetu Bwana wa kweli. E Bwana, e Mungu wa baba mzee, tunakusihi waangalile kwa wabu, wa